Tusalie huko huko kwake Jerotichi huko Busia, ambapo anatufahamisha kwamba wafugaji wa nguruwe katika kaunti hiyo pamoja na Kakamega wametakiwa kuzingatia lishe bora kwa mifugo yao ili kuongeza uzito unaofaa kwa soko. Imebainika kuwa wafugaji wengi wa nguruwe katika kaunti ya Busia hupuuza lishe bora kwa mifugo yao na hivyo kuwalisha takataka na nyasi. Really hawa ni wafugaji nguruwe kutoka kaunti za Busia na Kakamega wakihudhuria kongamano la siku moja mjini Busia. is... walipata fursa ya kuuliza maswali kuhusu ufugaji bora wa nguruwe, wakikiri mapuuza yao mbali na changamoto sugu zinazowakumba ikiwemo ukosefu wa chakula bora na ongezeko la madalali. Wafugaji hawa wamesikitika kuwa gharama ya chakula cha nguruwe hapa nchini iko juu na inawalazimu kualisha mifugo wao vyakula visivyofaa mbali na kutafuta chakula mbadala katika nchi jirani ya Uganda. Nikushukuru Belford, kukuja at least kutupea chakula na kutufunza at least, tumejua tumeanza. Wakulima wengi wameanza kutoka kwa chakula za kienyeji za mahoteli, wanakuja kwa chakula ambao wanafuga nguruwe zenye zitatoa watu kwa mashida we've been able kujifunza mambo mengi sana kuhusu ufugaji wa nguruwe. Personally, nimekuwa mfugaji now for the the the third year but I have now moved from a a local way way uh, way of of of of pig pig farming farming into a professional professional way of pig farming. I appreciate the kind of, uh, teaching we have had about the professional way of keeping in terms of structures. Mimi ni mkulima mgeni ambapo kwa mara ya kwanza nimeweza kutana na wakulima wenzangu ambapo tumeweza kuelimishwa kujenga nyumba Mambo mengi ni suala lililowachochea wataalam wa lishe ya nguruwe kuwatembelea wakulima katika kaunti za Busia na Kakamega ili kutoa hamasa kwa wakulima kuwawezesha kuepuka hasara na mlipuko wa magonjwa ya wanyama. Uh, ch challenge kubwa wakulima wanayo huku Busia ni hawana quality feeds, uh, na pia hawana wako na shida kubwa amba, uh, kwa side ya marketing hawapati uh, mali wanauza nguruwe, nguruwe wao kwa bei uh, iliyokuwa mzuri, so huwa wanauza nguruwe kwa brokers, na tunawahimiza wajoin kama cooperatives, na pia wanaweza kuwa na high purchasing power. Bali na kushauriwa kutoalisha nguruwe chakula kibaya. Wafugaji wameonywa dhidi ya kuwapa mifugo wao maji machafu na kuzingatia kwa kina kuwapa dawa ya minyoo kila mwezi ili kupata faida. Challenge nyingine ingine wakulima wanafanya, hawafanyi deworming, deworming takana monthly. Kwa maji takana kuna hizi pig nipples. Watumie pig nipples hii hii ya kuweka chini unapata nguruwe wanamwaga, wanachafua. Sio kwamba nguruwe ikuwe na mahali pabaya ambapo ma, ma, inakaa ina, ina. Tunaongelea mao maneno kama kuhusu afya ya nguruwe utibabu, matibabu ya nguruwe, usafi wa nguruwe, makosa ambayo wakulima hufanya, waachilia nguruwe kula nyasi, ni kukosa mafunzo, kukua karibu na daktari. Na masisha wakulima wa Busia kukua, hebu fuata daktari akuelekeze jinsi ya vaccination. Wanyama wa nguruwe pia wanahitaji vaccination kuzuia magonjwa kadhalika. Wafugaji hao wametakiwa kujiunga kwa vyama vya ushirika ili kuwawezesha kupata elimu ya ufugaji mara kwa mara, soko la haraka na kuepuka madalali. Wajiunge na sisi, sababu sisi Kakamega Kaunti tumesha form cooperative, inaitwa Tujijenge Cooperative Society, ya wakulima wote ambao wangependa kufanya biashara ya nguruwe, sababu wakulima wengi wanasema kwamba brokers wamewaumiza sana. Kwa bei ya nguruwe. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia. Rejea hapa Nairobi, ambapo studioni inapata tena fursa ya kupumua kabla ya kurejea na taarifa zaidi.